Nimekuwa nikisikia wengine wakisema kama yule rafiki yetu kutoka hapa Ukambani, Kalonzo Musyoka ameenda kusema ati pale Kitui, sababu huyu Kithure Kindiki ameenda hapo wakiwa na rais, wakaanzisha ujenzi wa stadium mpya ile tutafanyia Mashujaa Day, wanajenga mabarabara Kitui. Anasema ati barabara na ma stadium ni haki ya watu wa Kitui na mimi nakubaliana na yeye kabisa. Maendeleo ni haki ya kila Mkenya mahali popote yalipo, lakini pia ni jukumu la kila kiongozi kuhakikisha ya kuwa maendeleo yamewafikia watu wake. Kweli si kweli? Si ni kweli? Sasa tunataka tuwaulize wale, wewe umekuwa naibu wa rais, umekuwa waziri, umekuwa mbunge miaka karibu arobaini siku hiyo haukujua watu wa Kitui wako na haja na maendeleo ama hawakuwa na haki ya maendeleo? Wewe Kithure Kindiki, profesa wetu, sababu hauna ubaguzi, hauna chuki, hauna ukabila, hauna uchochezi, endelea kushikilia Rais William Ruto alete maendeleo, maara alete maendeleo, dharaka nivi, apeleke maendeleo Kitui, apeleke maendeleo Kenya mzima. Kweli si kweli? Waendelee, wasiendelee? Mumesema huyu Kithure Kindiki ni tutam. Huyu ni tutam, si alikuwa senator wenyu wa tutam? Alikuwa senata tutam, akuwa senata watam ngapi? Mbili, si ndio? Sasa ni naibu wa rais wa Kenya, kweli si kweli? Munataka aendelee tutam, akuwa naibu wa rais wa tutam, wakiwa na William Ruto, ati ngumi ni Boxe. ya huyu Kithure Kindiki akuwe naibu wetu wa rais wa taa mbili, si huyu jamaa mnaona ni mungwana?